Waziri wa elimu Julius Ogamba ameonya walimu wakuu wa shule na wanafunzi dhidi ya udanganyifu katika mtihani wa kitaifa inayoendelea nchini. Akizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha katika Kanisa la Nyagesenda SDA iliyoko eneo la Marani kaunti ya Kisii, Ogamba amesema wanafunzi wamejiandaa vya kutosha na wanafaa kuamini uwezo wao wa kupata matokeo mema. Ameonya kwamba watakaopatikana wakijihusisha na udanganyifu watachukuliwa hatua kali za kisheria watoto wetu wameanza kufanya mtihani wa 2025 watoto wote wale wanafanya mtihani kenya hii kutoka primary kutoka junior school kuingia form 4 wote ni milioni 3.4 there are 3.4 million children doing exams in kenya this year Nataka kuomba watu wote, wakiwa ndani yao, watoto, walimu, wazazi na watu wote ambao wanahusika katika ile maneno ya exams, tafadhali msikubali kufanya maneno ya malpractice kwa exam hii ya 2025 msikubali kufanya maneno ya illegality yoyote ama irregularity yoyote katika kufanya exams ya mwaka huu. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared na ile grade mtoto atapata ndio yake, yes.